Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Mungu akubariki sana, kwa siku nyingine tumekutana. Mimi naitwa Profeti Madaraka na chaneli yangu ya YouTube naitwa Profeti Madaraka TV. unaweza ukasubscribe, ukashare kwa watu mbalimbali wengi waweze kupata ujumbe huu na mafundisho mengine zaidi na zaidi. Mungu akubariki sana. Leo tunajifunza kuhusu sisi, wa Kristo tumekuwa na tabia moja, tunahitaji vitu vya Mungu lakini Mungu anayetoa hatuhitaji. Yaani ninakwenda kanisani leo kuomba Mungu anipe gari, lakini huyu Mungu bado sijamshika na kumwishi ndani yangu, sawa sawa. Na ndio maana maombi ninayoyaomba hayajibiwi kama ninavyotaka. Kwa sababu gani? Ninaomba katika mapenzi ya kwangu mimi, si katika mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu, kile Mungu anachokupa ni kwa ajili ya utumishi na uaminifu wake hakupi kwa ajili ya uaminifu na utumishi kwako. Umenielewa? Mungu anakupa kitu kwa ajili ya uaminifu na utumishi kwake uliyoonyesha. Mungu hakupi kitu kwa ajili ya utumishi na uaminifu kwako, yaani yeye hawezi kukutumikia wewe, ndio utakao umtumikie. Kila atakachokupa kinatumika kwenye ufalme wake. Amekupa kitu chochote, lakini unakitumia kwa matumizi ya kwako Kifika muda wa kujigamba wewe utajigamba, mungu atakiondoa. Lakini ukizidi sana kukitumia katika utumishi wa kwake, atazidi kukukuza na kukubariki vingine zaidi. Bwana Yesu asifiwe. kile ambacho nataka kwa Mungu, usitake vitu, hizo ni baraka za Mungu ambazo anazokupa baada ya wewe kutoa moyo wako kwake. Mpende Mungu kwa akili zako zote na kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote. Bwana asifiwe! Si kwa makando kando, aa, bali kwa imani iliyohabika imani iliyoshiba upendo kwa Mungu. Ndiyo maana natakiwa na upendo na Mungu kuliko kitu chochote kile. Sasa tumebadilisha upendo, tumepeleka kwenye vitu, alafu Mungu tumempelekea mawazo. Sio upendo, mawazo. Nawaza kuna Mungu, najua kuna Mungu, lakini sijampa upendo kwamba yeye ni Mungu. Kile unachokipa upendo asilimia mia moja ndiyo mungu wako unayemwabudu. Kile usichokipa upendo huyo sio mungu wako unayemwabudu. Kwa hiyo kama upendo wako mupeleka kwenye vitu, huyo na uhakika hivyo vitu ndivyo unavyoviabudu, kwa sababu moyo na inama ilo ineo, na kusujudu kwamba iki ikiwepo moyo wangu unapata amani na furaha, hiki kikiondoka moyo wangu hauna furaha na amani. Kwa nini? Katika Kristo tukianguka dhambini moyo uhuzunika na kukosa amani. Sasa kama wewe kikiondoka kitu moyo wako unahuzunika na kukosa amani, maana yake hicho kitu kimechukua nafasi ya Mungu. Huyo ni shetani amekuingizia vitu ili mradi vikuharibu. Mungu akubariki sana. Angalia imani yako ipo eneo gani. Moyo wako umeupeleka kwenye nini?